Waziri wa Uwezeshaji, ustawi wa Jamii, Vijana, wanawake na Watoto, Mheshimiwa Zainab Omar Mohamed amewataka wananchi wa Michamvi kutathmini na kutimiza miradi ya maendeleo iliyoanzishwa na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar ili kufikia malengo yaliyokusudiwa. Hafsa Zuberi na taarifa zaidi la msingi la mradi wa kuchuja maji chumvi kuwa maji matamu katika kijiji cha Michamvi, ikiwa ni shamra shamra la sherehe za miaka mbili ya mapinduzi ya Zanzibar. Amesema serikali ya mapinduzi ya Zanzibar katika kutekeleza ilani ya chama cha mapinduzi ya mwaka elfu mbili na kumi imetilia mkazo suala la kuwapelekea wananchi huduma ya maji safi na salama ili waweze kuondokana na tatizo la kutumia maji yasiyosalama. Serikali ya Mapinduzi Zanzibar moja katika jambo iliyopanga katika jambo la kuiletea na kutitilia mkazo ni kuwapelekea wananchi huduma ya maji safi na salama ili waweze kuondokana na tatizo la upatikanaji wa maji safi na salama. Akisoma taarifa ya kitaalamu ya mradi huo naibu katibu mkuu wizara ya ardhi maji makazi na nishati ndugu Mustafa Abudu Jumbe amesema mradi huo utagharimu jumla ya yuro 217750 sawa na shilingi milioni 475 za Tanzania, ikiwa ni mchango wa wananchi, serikali na msaada kutoka kampuni ya Ujerumani UST. Hadi kukamilika kwa mradi huu jumla ya wastani wa euro laki mbili kumi na saba elfu mia saba na hamsini sawa na shilingi za Tanzania milioni mia saba milioni mia nne na sabini na tano zimetumika ambapo milioni sabini na tano ni mchango wa serikali kupitia mamlaka ya ZAWA, mamlaka ya maji ZAWA, na wananchi wamechangia kiasi cha shilingi milioni tano wa kutoa nguvu kazi na ujenzi wa vifaa pamoja na milioni mia tatu na tisini na tano ikiwa ni mchango kutoka taasisi ya Ujerumani. Nao wananchi wa michambi wameomba mradi huo kufikishwa pia katika vijiji vya jirani ili kuondokana na kero ya maji chumvi iliyokuwa ikiwakabili kwa muda mrefu kampuni ambayo ilo kuletea mradi huu kutoka Ujerumani na tumepokea kwa vizuri na tunaomba kwa moyo safi kwamba mradi huu uendelee. Natoa wito mradi usimalizikie katika kijiji chetu tu, kama tayari kuna vijiji vingine, vijiji jirani Marumbi, Uroa navyo tayari vina kuna tabu ya maji vilevile, ambako nako maji yake yako lakini ni makali. Kwa hivyo tunaomba miradi kama hii ielekezwe humo, kwa kupata maji yale ya chumvi kuyageuza yawe makali na wananchi waendelee kufaidika na maji matamu. Mradi wa kuchuja maji chumvi utawanufaisha wananchi wa Michamvi wapatao elfu moja mia tano sabini na mbili na kupata huduma ya uhakika ya maji matamu ya kunywa ambayo ni miongoni mwa matunda na azma ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Nikiripoti Hafsa Zuberi wa ZBC.